Tunayoyafanya tunafanya kwa kiasi anachotuwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale tunayoyaweza, ule uwezo ni wa kupimiwa, lakini kudra mutlaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi uwezo wetu wa kufanya lolote ni zimu, wa kupimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu naye anaweza akaambiwa, anaweza yakdir, anaweza lakini sio uwezo ule. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu anayo irada na anayo eh, mashia kutaka kwa mwanadamu

wala hayawi yale anayoyataka mwanadamu, mpaka kwanza atake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Dalili, wama tashauna illa an yasha Allahu Rabbul Alamin, mashia yawaja haya kamiliki yale wanawayataka watu eh, hayawi Ila an yasha Allahu rabbul alamin, ila atake Mwenyezi Mungu, ndio mola mlezi wa viumbe vyote ndio masha allahu kan wama lam yasha lam yakun Mm. Alitakalo ayatakayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, kan huwa, wama lam yasha, yale asiyotaka Mungu ayawu. Tena mambo ya Mungu ni baina ya herufi mbili, innama amruhu idha arada shay'an, an yaqula lahu kun yaku baina alkafi wa si vinginevyo. Mwenyezimngu akitaka jambo lake kun, kati ya herufi mbili kafu na Kut, kuwa na kuwa, saa hiyo hiyo kuwa saahiyo hiyo sawa, mm. Lakini mwanadamu mpaka, e, uratibu sawa, mpaka upangilie, mpaka ushike zile kanuni sawa, na ukimwomba msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa? Eh? Kuna moto unawaka pale. Unataka ule moto uzimike. Sasa itategemea ukubwa wa ule moto, nini kinacho hitajika ili ule moto uzimike. Kuna kupuliza. Je, moto huo ni wa kuuzimwa kwa au ni wa kuzimwa kwa maji? Itabidi ukayatafute maji, au ni wa kuzimwa kwa mchanga Angalia, huyo ndio mwanadamu sasa. Tuangalie moto anaotaka kuuzima Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ni kama wewe una au utachukua maji, utachukua mchanga, sijui utachukua nini, ili ukauzima ule moto. Tendeni tukauangalia ule moto uliowashwa ili aunguzwe na ateketezwe Nabiiullah Ibrahim alaihi waala nabiina asalatu as wassalam. Hey, aha, Mungu anataka kuuzima ule moto ule kwa ajili ya kumlinda na kumnusuru mtume wake, aliuzima kwa mchanga, kwa maji, kuna faya ilienda pale ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bas innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Eh, moto kuwa kun kuwa. Tena agizo linalotoka, sawa, ni agizo la kupatikana salama, sio tu uzimike na uzimike tena. eh, na salama iwepo wazi. Aha, kwa hiyo katika aya hizi, Albaydawi ame tusaidia kwamba yanayokusudiwa katika maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni Mwenyezi Mungu kutujulisha juu ya ukamilifu wa uwezo wake, lakini pia washumul ilmihi, na kuenea ujuzi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala

Hahivi hivi havikuachwa, hivi hivi, Mwenyezi Mungu anavifuatilia na anavikagua. Yes, ndio Rabbul Alamin. Hivi viumbe vina bina, binahitaji mahitaji, si ndio? Eh, kuna wakati ukilima ha? jembe ukakata ardhi, ule udongo uliokuwa chini kule, unamwona mdudu, unamuona, unamwona mdudu. Maanake kama usingeliukata ule udongo sawa, ule mdudu eh? Maanake maisha yake ndio yako chini ya chini ya ule eh udongo udongo udongo, lakini ulipoukata ukautola udongo wa chini ukamkuta mdudu. Hii ni ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, sawa, kwamba yule ni kiumbe wake, hali zake na riziki zake. Angalia, angalia ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ilivyoenea sawa. Sasa hapa mmeshaelewa, mmesha kwamba kuna wadudu wengine hata hawaonekani ni wadogo mno sawa. E, wengine wako basi, tuseme tu lillahi ma fi samawati ma fi al-ardh. Mafahamu sasa hivyo viumbe vyote hivyo vinataka tadbiri, vinataka tadbiri sawa. Tadbir unaweza ukapewa, jukumu bwana, simamia jukumu hili, au kuna hili, tufanyeje? Naambia okay, nimepokea saudabbe, saudabbe yani nitaangalia eh E, nini kifanyike? Kipi kifanyike ili hilo liweze kufanyika? Sasa katika kipi kifanyike, lipi lifanyike, angalia Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake, yeye tadbiri yake imekunjuka, imekunjuka ndo wasaati tadbirihi ah, Liyakuna kadalil ili maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawe ni kama dalili ala annahu qadirun, juu ya kweye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza ala an yunazzila aya, juu yu ya kuteremsha aya kama walivyotaka makafiri na washirikina kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika darsa lililopita, waqalu laula nuzzila alayhi ayatu min rabbi, walisema hivyo makafiri, kwa nini Mtume kama kweli ni Mtume, kama kweli ni mkweli kwa haya anayotueleza na anayotulingania, kwa nini asiteremshiwe juu yake ishara dalili mujiza, min rabbihi, kutoka kwa Mola wake. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hashindwi kuteremsha dalili, kuteremsha mujiza kumpatia mtume wake kuteremsha aya yoyote wanayoitaka. Mwenyezi Mungu hashindwi, na dalili kwamba hashindwi, kwani nyinyi mnayozungumza na hayo madai mnayodai, aliomba nani? Aliomba nani? Mnaweza mkamwonyesha mwingine aliyewaomba nyinyi? kama hakuna mwingine aliyeomba nyinyi, aliyeomba ni Mwenyezi Mungu. Hilo mnalolitaka jambo dogo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio nyinyi tu peke yenu. Angalieni, kuna wanyama wa aina aina, aliyeomba Mwenyezi Mungu sasa aumbe wanyama afu ashinde wa hicho mnachotaka? Haya basi, angalieni na ndege huko angani, wewe huwezi kuruka, kwa sababu wanaoruka Mwenyezi Mungu amewaumbia mbawa. Aliyewawezesha ndege kuruka angani, hivi atashindwa kumteremshia kumte mtume Muhammad aya mnayoitaka, ishara mnayoitaka, dalili mnayoitaka. Kwa hiyo badala ya kuteremshiwa hivyo wanavyo eh, wanavyotaka Mwenyezi Mungu anawaelekeza katika uumbaji wake unaoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza juu ya kila kitu, uwezo huo hana mwingine na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye peke yake, hakuna anayeshirikiana naye katika hilo sawasawa. Na kama angelikuwepo, basi siku moja kungelikuwa na kusitishwa huduma fulani fulani. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hawa wawili katika jambo lao kuna mahala wametofautiana. E, sasa wakisha tofautiana ile huduma itabidi kwanza isimame ili mazungumzo yafanyike watu waelewane <laughs> waelewa alafu ndo sawa. E, kwa mfano labda kungekuwa na ushirikiano katika kuleta usiku na mchana. E, Mwenyezi Mungu angekuwa anashirikiana na, na mtu katika katika huduma hizo. A, kuna siku nyingine ingekuwa usiku, yani usiku haupo kwa sababu gani? yaani mchana tu unaendelea, kwa sababu kuna kulumbana na kuna kuvutana juu ya sasa usiku uingie au usiingie. Eh, sasa eh, sasa, na nyie ni abiria, mko kwenye basi, sawasawa. Lakini basi lina mmiliki wake, au sio? E, si abiria tu, kwa hiyo hmm, kuna wakati mwingine basi linasimama. Likisimama ndo safari sawa, imesimama kwanza, ili yaendelee hayo hayo hayo, anayeendelea hayo. So sasa, wakati huo nyinyi, hilo basi sio lenu, tuendesheni bwana, tuondokeni, sio lenu hiyo.